Leo nataka turudi tena kwenye ile chumba cha juu, na nataka tuangalie kwa karibu zaidi pamoja nawe kuhusu tukio la huzuni na kwa kweli la kusikitisha kati ya Yesu na Yuda Iskariote. Tumerudi hapa katika Yohana 13 ambapo Yesu amefichua tu kwamba mmoja wa wanafunzi kumi na wawili atamsaliti na wanafunzi wengine hawana hata wazo kwa wakati huu ni nani hasa. Kwa kweli, wanauliza Bwana, ni mimi? Sasa huwezi kujizuia kujiuliza kwa nini Yuda alifanya kile alichokifanya, kwa kuzingatia fursa nyingi alizokuwa nazo za kumwamini Yesu. Kwa nini angeamua kumgeuka Yesu na kumsaliti mikononi mwa wale waliokuwa wanapanga kumuua? Basi mimi binafsi naamini kulikuwa na angalau sababu tatu za usaliti wa Yuda dhidi ya Yesu. Kwanza, ilikuwa ni mvuto wake kwa pesa. Sasa tukirudi kwenye sura ya kumi na mbili, wakati Maria alipompaka Yesu miguu yake kwa marashi ya bei ghali, unaweza kukumbuka kwamba Yuda alipinga akasema, unajua, ingekuwa bora kuuza yale marashi na kuwapa maskini pesa hiyo. Basi sina shaka kwamba baadhi ya wanafunzi wengine labda walitikisa vichwa wakikubali, hilo lina mantiki sana. Yuda huyo ana huruma kweli lakini Yohana anaongeza katika injili yake kwenye mstari wa sita, alisema haya si kwa sababu alijali maskini, bali kwa sababu alikuwa mwizi. Na akiwa na jukumu la mfuko wa pesa, alikuwa akijichukulia kile kilichowekwa ndani yake. Fikiria hilo kwa miaka mingi, amekuwa akiiba pesa kutoka kwa wanafunzi wenzake, akiiba kutoka kwa Yesu mwenyewe. Hilo ni baya zaidi kuliko kuiba vitabu vya nyimbo au Biblia kutoka kwenye hekalu la kanisa. Basi ngoja ni kuambie Yuda hakujali maskini hata kidogo. Alikuwa anamfuata Yesu kwa sababu Yesu alikuwa kama tiketi yake ya chakula. Na watu wengi wapendwa, wanafanya jambo hilo hilo leo hii kwa jina la Yesu au kwa jina la dini. Wanapata pesa kupitia shughuli zao za kidini. Lakini Yuda hakuwa na mvuto tu kwa pesa, pia alikuwa na mapenzi makubwa kwa Yerusalemu. Kwa kweli kama mzalendo yeyote wa Kiyahudi, Yuda alitamani sana ufalme wa Mungu uje. Hapa Yesu yuko na nguvu za kimungu, anadai kuwa Mungu aliyefanyika mwili, na Yuda anafikiria hii ni nzuri, nitajiunga na Yesu nana, tutaleta ule ufalme. Lakini kilele cha umaarufu wake, Yesu anaanza kuzungumzia kuhusu kufa Ufa. Basi Yuda alijua hapo hapo kwamba Yesu hakuwa Masihi ambaye alikuwa akimsubiri. Akaamua ni bora arudishe uhusiano mzuri na viongozi wa Yerusalemu badala ya kuendelea na huyu mtu ambaye anaonekana mpumbavu pamoja na hawa wengine wapumbavu na huyu Masihi aliyeshindwa. Ninaamini sababu ya tatu iliyomfanya Yuda kumsaliti Yesu ni chuki yake, chuki yake kali kabisa dhidi ya Warumi. Kuna jambo la kuvutia kuhusu jina la Yuda. Mara nyingi sana anaitwa Yuda Iskariote. Neno Iskariote linaweza kuwa toleo la Kigiriki la Kiebrania ishe Kerioth, likimaanisha mtu wa Kerioth, jambo linaloonyesha mji alikotoka. Hata hivyo neno Iskariote linaweza kuwa limetokana na neno la Kilatini sikarius, ambalo lilimaanisha mwanachama wa kundi la wazalendo wakali waliopinga utawala wa Kirumi kwa nguvu. Walikuwa wanaitwa sikarii au sikarai, kutokana na sika, ambayo ilikuwa ni kisu kidogo walichokificha ndani ya mavazi yao na walikitumia kufanya mauaji ya siri neno hilo linatumika kwa wingi katika kitabu cha Matendo saa 21 na, na madakika 38 na ambapo limetafsiriwa kama wauaji. Hivyo Yuda alikuwa huenda ni mwanachama wa zamani wa sikarii, muuaji ambaye angekuwa tayari kabisa kumchinja mtu yeyote anayeshirikiana na Warumi. Unaona, alikuwa anasubiri kwa hamu kuangushwa kwa Pilato na Mfalme Herode. Na Yesu kwake anaonekana ndiye mtu atakayefanikisha hilo hatimaye. Lakini sasa, sasa amevunjika moyo, amekasirika, amekata tamaa. Yesu si yule aliyedhani kuwa ni yeye. Hatatawala, yeye si mfalme. Eh, atakufa juu ya msalaba wa Kirumi. Kati ya mambo yote sasa tukirudi hapa katika Yohana saa kumi na tatu na madakika ishirini na tatu tunaambiwa kwamba baada ya Yesu kufichua kuwa kuna msaliti ndani ya chumba, basi Petro anamwashiria Yohana ambaye amelala karibu na Yesu amuulize, Bwana ni nani huyo msaliti? Mimi binafsi naamini kwamba kama Yesu angekuwa wazi kwamba ni Yuda, Yuda asingeweza kutoka kwenye kile chumba akiwa hai. Kwa kweli, tutakuja kujifunza baadaye kwamba Petro alihitaji mazoezi kidogo ya upanga. Hata hivyo lakini hapa kwenye mstari wa 26 Yesu unajua, anamjibu Yohana kwa namna isiyo wazi sana, ni yule nitakayempa kipande hiki cha mkate baada ya kukichovya. Na kisha tunaambiwa kwamba alipokichovya kile kipande cha mkate alimpa Yuda. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba Yesu alikuwa anawapa mkate wanafunzi kadhaa waliokuwa karibu naye, kama mwenyeji angefanya siku hizo lakini Yuda yeye alielewa kile Bwana alimaanisha, na naamini hii ilikuwa nafasi nyingine tena kwa Yuda kutubu, kuacha mipango yake ya usaliti na kumfuata Kristo kwa kweli. Badala yake Yuda anachukua mkate, na wakati huo huo anaufanya moyo wake kuwa mgumu dhidi ya mwaliko wa upendo wa Bwana. Kwa kweli, mstari wa 27 unasema kwamba e, baada ya kuchukua kile kipande cha mkate, shetani akaingia ndani yake na Yesu akamwambia, unachotaka kufanya kifanye upesi. Mstari wa thelathini unasema akaondoka mara moja, na ilikuwa usiku. Sasa ngoja nikuambie mpendwa, kwa Yuda hakuwahi kuona mchana tena. Unajua, huu ni onyo kwa kila asiamini leo. Inawezekana kujiunga na Kristo bila kumpokea Kristo. Unajua inawezekana kujiunga na mambo ya Mungu na watu wa Mungu bila kuwa mtoto wa Mungu. Sasa kwa waumini kuna onyo hapa pia. Hili hapa inawezekana kupinga mipango ya Mungu pale inapogongana na mipango yetu. Ona Yesu alimvunja moyo Yuda, lakini Yesu atawavunja moyo wanafunzi wengine pia. Hivi karibuni watakimbilia milimani baada ya Yesu kukamatwa. Sasa ngoja nikuulize swali. Je, Mungu anakuvunja moyo leo? Je, mipango yake inakushangaza inapokatisha tamaa? Je, Mungu haendani na maisha yako kama unavyotaka? Labda baada ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu kwa miaka mingi, unaona kwamba maisha hayajawahi kuwa rahisi, yamekuwa magumu zaidi na inaonekana si haki katika kitabu chake kinachoitwa Kuvunjika Moyo na Mungu, Philip Yancey anasimulia hadithi ya marafiki wa familia yao waliitwa Waldson. Familia ya Waldson walikuwa na watoto wawili, Pegi na Joy, wote walizaliwa na ugonjwa wa cystic fibrosis. Pegi na Joy walibaki wembamba bila kujali ni chakula kiasi gani walikula. Walikohoa kila mara na walikuwa na shida ya kupumua, na mara mbili kwa siku mama yao Meg alilazimika kuwapiga kifuani ili kutoa kamasi. Kila mwaka walilazwa hospitalini kwa wiki kadhaa. Wote walikuwa wakijua kwamba huenda wakafa kabla ya kufikia utu uzima. Joy alikuwa mvulana mwerevu mwenye furaha na wa Kimarekani halisi na alifariki akiwa na umri wa miaka kumi na mbili. Peggy alivunja matarajio kwa eh, kuishi muda mrefu zaidi, na eh, niliungana na Meg katika sala za dhati kwa ajili ya Peggy, anaandika Philip Yancey. Pegi alipona vikwazo kadhaa vya kiafya akiwa sekondari na hata akaenda chuo kikuu. Alionekana kuwa anazidi kuwa na nguvu siku kutofika, na Yansi anasema, matumaini yetu yalipanda kwamba angepata uponyaji hatimaye. Lakini hakukuwa na muujiza. Pegi alifariki akiwa na umri wa miaka 23. Sasa bila shaka wazazi walipambana na kuchanganyikiwa na huzuni juu ya mipango ya Mungu, lakini hatimaye walimwamini kwamba siku zote atafanya lililo sahihi. Unajua kama waumini, inaweza kuwa eh, eh, kukatisha tamaa sana kujua kwamba Mungu ana uwezo wote na uelewa wote. Tunajua kwamba anaweza kutuokoa, tunajua kwamba anaweza kuturudisha, tunajua kwamba anaweza kutuponya. Anaweza kusababisha mimba kutungwa. Anaweza kufungua hiyo fursa ya kazi. Anaweza kufanya hivyo kwa msukumo mdogo tu wa kidole chake cha enzi. Na anaposhindwa kufanya hivyo, tunajiuliza, je, amekaa tu mikono yake ya kimungu? Unajua, unapofika hapo, mpendwa, eh, una chaguzi mbili. Chaguo moja ni kusikiliza sauti ya mshtaki, ambaye alisema kile alichomwambia Yuda miaka elfu mbili iliyopita kitu kama hiki: eh, unajua Bwana amekuvunja moyo. Hakutimiza matarajio yako. Ameufanya maisha yako kuwa magumu. Kwa hiyo kwa nini usichukue tena maisha yako mikononi mwako, Yuda? Labda leo umesalitiwa. Uko upande mwingine wa hili. Labda, labda umefikia hitimisho kwamba unastahili kulipiza kisasi kidogo. Unajua, angalau chuki kidogo. Kumbuka, Yesu alijua kile ambacho Yuda angefanya na bado kwa neema ya ajabu aliosha miguu ya Yuda. Kule katika bustani ya Getsemane, Yuda alipotokea na wale askari wote, Bwana alimwita rafiki yake. Hivyo basi, chaguo la kwanza ni kuchukua udhibiti wa maisha yako mwenyewe.